Halmashauri ya Wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma imepokea zaidi ya shilingi bilioni mia moja na nane kutoka serikali kuu ambazo zimeweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa barabara, stendi ya kisasa, hospitali ya wilaya pamoja na shule za msingi na sekondari. Akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo katika kikao cha mwisho cha baraza la madiwani, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kakonko Ndake Stefano Muhuri amesema katika kipindi cha miaka mitano baraza hilo limeweza kusimamia mapato, utekelezaji wa miradi mingi ambayo imesaidia kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi kwa milioni mia moja sabini na nane miambili na milioni mia nane simananane kutengeleza miradi mbalimbali ya maendeleo matumizi ya kawaida kulipa mishahara y watumishi kwa mchanganuo ufuatao chooni kiti kwenye idara ya elimu tumepokea shilingi milioni tisa kamaoa mbale nokta si idara ya sekondari milioni kumi na moja idara ya afya milioni kumi na moja nokta sita utumishi, eh, eh, bi eh, bi na utawala bilioni sitini, mapato ya ndani tumeanza kukusanya bilioni sita laki mbili, biashara tumepokea jumla ya shilingi bilioni tatu laki nne, kilimo na mifugo bilioni mia saba ishirini, sekta nyingine ni bilioni tano laki nne. Kwenye upande wa mishahara hapo yako mambo mengi, mishahara wa watumishi na kadhalika, lakini pia Ukija kunyumbani mapato ya ndani utaona, saa hizi ndiyo tumefanya vizuri zaidi. Kule nyuma mapato yetu yalikuwa kwenye makadirio milioni mia sita wanakusanyia milioni ya arobaini lakini saa hizi tunaongelea kusanya bilioni mbili Kwa mwaka huu tuliotea bilioni 1.8 lakini so far tunaenda kwenye bilioni mbili mpaka ifuku enyewe ume- ume umebasi. Kwa hivyo ni improvement kusanya milioni bilioni mia tatu au mia nne lakini leo tunakusanya bilioni mbili. Basi akushikuje kiti kapanwakakanani tunaweza kufanya kazi nzuri zaidi, na tuendelea kunuzwa sho na wadau wote ambao anetekea.